Mmoja wenu akifuturu, basi afuturu kwa tende, kwani ni tende ina baraka, na pindipo hajapata tende, basi afuturu kwa maji, kwani maji ni tahara. Sunan Abu Daud. Mpenzi mtazamaji, kupitia hapa Khairo TV leo tunaangazia faida ya tende kwa yule ambaye ataifanya tende ndiyo kifungulia kinywa chake baada ya kufunga siku nzima. Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza kufuturia tende pindipo tunataka tufungue kinywa baada ya kufunga kwa siku nzima kwa hadithi ambayo nimetanguliza hapo. Mpenzi mtazamaji, kupitia hapa Khairo TV ni kuombe usisahau kusubscribe kucomment ku like na kushare ili kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Mpenzi mtazamaji, hakika tende ina faida nyingi kwenye mwili wa binadamu hususan kwa mtu aliyefunga, kwani tende huwa inarudisha nguvu haraka sana kwenye mwili wa binadamu. Na kwa nini Mtume sa sallallahu alaihi wasallam amehimiza tuanze kufungulia kinywa wakati wetu wa kufuturu kwa kutumia tende, ina siri gani tende? Hemu tupate kujua. Kwanza ukumbuke, mpenzi mtazamaji, kufuturu kwa tende ni alama ya uchamungu, kwani tunda hili tukufu limetajwa mara nyingi katika Qurani tukufu kama tunda lenye baraka na neema kwa waja Allah subhanahu wa taala anasema, bada audhu billahi min ashaitani rajim, katika matunda ya mitende na mizabibu, mnachukua kileo na riziki nzuri, Surat an-Nahl aya ya sitini na saba. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasalam anahimiza kufuturu kwa kuharakisha baada tu ya kuzamajua ili kuweza kudiriki swala ya maghribi bila tabu na akahimiza tufuturu kwa tende, kwani tende inatia nguvu mwilini na inarudisha hali ya mwili kuwa sawa kwa haraka sana. Lakini pia kufuturu kwa tende ni kufuata suna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuna thawabu nyingi sana. Tende pia faida yake huimarisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kwani tende ina nyuzi nyuzi nyingi sana ambayo husaidia mmeng'enyo wa chakula kwenda sawa na kuepuka kuvimbiwa vimbiwa kila wakati. Pia tende hurudisha madini haya kwa kasi sana, ikiwemo potassium, magnesium na calcium, kwani mwili unapotoka kufunga hupoteza virutubishi vingi sana lakini kwa kula kwako tende, huwa mwili unakaa sawa kwa haraka sana. Faida ingine ya tende, hudhibiti kiwango cha sukari pamoja na shinikizo la damu, kwani tende ina potasium pamoja na antioxidant. Vitu hivi vinasaidia shinikizo la damu pamoja na kudhibiti sukari, lakini pia tende ina kiwango cha chini kabisa cha mafuta hatarishi, kwa hivyo ulaji wa tende ni rafiki kabisa kwa moyo wako. Hautaathirika moyo wako kwa kula tende, ewe mpenzi mtazamaji. Pia ulaji wa tende husaidia kulinda ubongo, ubongo kuwa sawa na kuepusha magonjwa, magonjwa ambayo yanaweza kushambulia ubongo. Mpenzi mtazamaji Kwani antioxidant ambayo inapatikana kwenye tende huwa inalinda seli kubaki salama katika ubongo wako, na hii inasaidia kuwa na afya bora ya akili pamoja na mwili kwa ujumla, kama tulivyoelezea hapo mwanzo. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa ni haya machache yanayohusu faida ya tende. Mpenzi mtazamaji, sina zaidi langu tu kusema uhibukum bila hudud wa ilahuna arayakfi wa aqul lakum, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Ikiwa una maoni yoyote kuhusu video hii na video zilizopita kuhusu afya katika Uislamu, hakikisha unatuandikia maoni hapo chini. Tutayapitia na kuyajibu. Asante sana, Mungu akubariki.